Yes, wandugu wapendwa, habari yenu, mumekuaje? Mmeshindaje siku ya leo kabisa? Nasema usiku njema kwenu nyote ambao kabisa mumekuwa mkinifuata kwa muda huu. Mimi ni wenu Kolo Mboka, mwenyekiti mwenyewe kabisa, eh mfalme wa habari kabisa. Nimekuletea habari nzuri sana habari ambayo ime imeingia kabisa katika eh, masikio yangu, nikishukuru nikisema kabisa ni vizuri sana hapa. Mtani wa lungu bwa hungu huku kabisa wamempiga M23, wamempiga shenzi kabisa, na kumkimbiza mpaka ngweshe ngambo za mashu huko kumashu, njo kwenye bana mkimbiza mpaka hivi njo kwenye ameenda pigia fre yake, na hapa kabisa imeleta furaha kwa watu wengi wasio wachache. Na hapa wamempiga kabisa mpaka na kumnyang'anya vifaa vyake vyote vya vita, na hapa kabisa inakuwa ni kitu ya mzuri sana. Yani mlikuwa mmesikia aseme oh, adui amefika, Tubimbi amefika mpaka Mwenga bongo ile hajafika huku kabisa. Wamempiga kabisa Bwaungu, bamemsukuma tena, kila siku banamsukuma. Mi nakwambia ni hatari kabisa, yaani mapambano inaendelea. Adui alikuwa sha devier mumilima ya huko ngambo za Bwaungu, ameingia maana anatakiingia mu teritwari ya ya Tubimbi me wapi bina katala kabisa, amerudia tena na kuwasaga kabisa, shenzi banazisaga mnivomoa mm, ya yulu sana, yeah. Na wazee wale ambao wanakuwa katika kundi letu la famie wanaelewa vitu ambayo niko ninasema kabisa wa, yani wamempiga kabisa kiasi kikubwa kiasi kikubwa kabisa, amepata kiasi kikubwa kabisa, nawaza anaenda akiwa najifunza kabisa, nasema sasa ninakutanana na watu ambao wanajua, wanajua kitu ambao wako ndani kabisa. Wazalendo wanaendelea kujipanga vizuri katika uwanja wa vita, wanaendelea kujipanga kabisa vizuri katika uwanja wa vita. Nakwambia shenzi zinapata kabisa huku mtaani wa Lungu, shenzi zinapata kiasi kikubwa kabisa, eh? Yani, mambo inaendeka kuwa vizuri kabisa katika uwanja wa mapambano. Mm, inaendeka vizuri sana. Yani ukisikia na kwambia inaendeka vizuri, maanake ninaendeka vizuri kabisa kabisa. Achani kwambie tu kama mambo iko vizuri sana kabisa, ukiona eh, kolomboka anacheka ujue kama kabisa mambo inaendeka vizuri sana. Hivi niko nakuambia, Bukavu woga imekuwa mingi sana katikati ya watu, hasa hawa watu wanaishi huku ngambo ya uh, Maria Kachelewa mm huku -hmm. kwa Mari Kachelewa huku kabisa yulu mpaka kufika mpaka huku Kamisimbi Kamisimbi huku kabisa. Mambo ni matata kabisa. Watu wanaendelea kusema ya kwamba wanaoga, wanaoga kabisa sababu hawatembei gisi wanavyotaka, hawaende gisi wanavyotaka sababu ya uoga. Wanaia kama wakati yoyote ile M23 watairudisha nyuma, na itakaporudia nyuma hapa ni hatari kabisa. <laughs> Acha ah, nikuambie tu kwamba tangu bapige apa ba shenzi hapa garale, nakwambia uh, wale walinzi wa garale walishaongezekwa, wameongezewa ako wengine juu sana, ili kwamba wapate kuwa kama vile ramfore kubwa kabisa. Amuli ya Kotumba ya Kuleka ya Kobina ya Konzenga, tumemtilia sote kabisa matumaini yetu huko. Si vile tumesema ya kwamba Mungu amjaze nguvu na apigane vizuri, asinge likula naye rushwa wala asinge liingia katika mambo mabaya. Tunaamini kama eh, Amuli ya Kotumba yeye kabisa ni baba makamo ambaye anajua kitu ambayo anakuwa akifanya hmm. Anajua kitu ambayo iko anafanya kabisa, bila shaka ni sherti kabisa tu, huh? Tuangalie kitu ambacho tunaweza tukafanye kabisa kwa ajili ya watoto wetu, nao tuwatie nguvu kabisa hmm? yako tumba yakoleka leo ametangaza maneno makubwa makali, anasema ya kwamba yeye haiko anapigana jili juli ya mtu, iko anapigana jili juli ya nchi yake, na nchi itakapoenda, nani nani mwenye anaweza akampatia tena udongo ingine ya kuishi ndani? Ndiyo kwa maana awezi akapande udongo wake nyuma. Ya miaka na miaka na miaka, iko anapigana kwa ajili ya kumfukuza adui, tena akamate ule ule umeme adui ampatie udongo, anasema lahasha, haviwezi wezekana kabisa, sababu anajua kibaya cha huyu mtu. Na Bibilia inasema hivi, mtu yule anayejua mengi ataulizwa mengi. Wakati ambapo munatuambia munajua huyu mtu jinsi anavyokuwa mbaya, alafu mnamwacha amumupige munakimbia hapa, mutakuwa mmeuzisha watu na malere yote, tutakayoyapata tutakuwa yule ya kichwa yenu na watoto wenu na uzazi wenu wote, sababu hakuna jinsi munaweza kufanya watu wawatumainie nyie kama vile majeshi ya taifa, kama vile majeshi yetu ambao muko wa reserviste, kisha shie sasa tuendelee na shie, tuko tunakufa tunaangamia. Wandugu wapendwa, kile ninachowaambia ni kwamba inatubidi kabisa kuwa macho na kuangalia ni kitu gani tunaweza tukafanye ili kwamba taifa yetu isije ikaangamie. Mbele ya kuwa mzalendo, kuwa mkongomani kwanza, yaani uwe kwanza mkongomani wa kweli ambaye unapenda budongo yako, usingeli kuwa mzalendo wa kula ama usingeli kuwa mzalendo wa rushwa. Unapopenda udongo wako, utapenda mtu wako. Unapopenda nchi yako, utapenda na kinyikiko chini ya udongo wayo. Yani, unapopenda mwenzako, na utapigania na nchi vizuri. Wandugu wapendwa, hii ni shahuri ambayo imetolewa na amuli ya kotumba ya koleka e, yani ninasema vile ambavyo vimesemeka. <laughs> Yaani ni matata ninakwambia, ni matata kabisa. Leo Uvira kumeshinda vizuri, bila risasi, bila kitu kabisa plende la Ruzizi imekauka bila shaka, hakuna risasi, hakuna kitu ambacho kabisa kimeendelea kusikilikana huko kabisa. Tumeshukuru Mungu sababu tumeona ni vizuri sana, ni vizuri kabisa, tena ni vizuri ya kutosha. Ni vile ndugu zangu. <laughs> Kolo Mboka mwenyekiti mwenyewe, mfalme wa habari ni mimi kabisa. Nimekuwa hapa ili kwamba nipate kukupa moja kwa moja kinachoendelea katika nchi yetu ya kidemokrasia ya Kongo. Basi acha kwanza ni kusikilizishe sauti ya kijana wetu mzalendo, anatuambia kile ambacho anachotaka. Acha tumsikie.

Sawa sawa. Okay. Kama vile mnavyosikia wazalendo hicho wanachokitaka ni kitu gani? Wanataka msaada ya raia. Wanataka ya kwamba wasaidiwe na raia. Lakini acha nikuambie ndugu yangu mpendwa, mbele ya kutoa kitu kwa wazalendo. We unauliza na shauri nayo na ni vizuri usije ukajikute huko unapatia adui asipo wee kujua jua kitu chako kinaenda wapi, unakituma kwa nani, na kile kitu kilifika namuna gani? Sababu watu wengi tunaona kwa mitandao, wanaendelea kulomba misaada wakisema ya kwamba ni wazalendo wako wanalombea, lakini baada ya pale tunasikia wazalendo wanaendelea kulia na ile misaada yao aifike hata saa moja kule kwa wazalendo. Hii kitu kinahuzunisha sana, na wewe ambao unafanya vile, jua kama na wewe ni adui wa maendeleo, ni adui wa wale wale wazalendo. Sababu ujiulize, kama umepewa pesa na unakula pesa ile ama unakula kile ambacho ungelipatia ndugu yako Ujiulize, unaua watu wangapi kwa ile siku moja, ambao wewe umeshiba, lakini wengi wamefariki kwa ajili yako na njaa. Sababu maji ya kunywa ile ungewapatia na kuwafikishia, wangelifanya wangeli hata kurse ama mbio ya kumpiga adui hata kilomita makumi tano. Sasa kamata bile kilomita makumi tano, unakulele 5 dollar ambayo ndugu yako angelipata. Ni uzuni sana kuona wewe ambayo unaitwa Mkongomani unalomba kwa ajili ya wazalendo, lakini aufikishe kile ambacho walichokwambia jua kama na wewe unapartisipe mukukua trete wa nchi yako ni sherti, ama ni heri usingelisema bakusaidie ama bawasaidie. Sababu gani? Sababu wakati ambapo unasema kwa jina ya wengine, lakini hauifikishe, inaleta huzuni sana tena sana. Ndio kwa maana nimetoa shauri kwa wale ambao wako wanapana kitu kwa wazalendo, ni sherti tuone eske ilifika wala haikufika hapa kabisa. Ninajua tutaongea pamoja na wandugu zetu wanaokuwa katika shamba la mapambano, na niwaambie tutafute konti banke nendo ambao watakuwa wametoshea pesa zao pale, yaani ile kont nyinyi mtakuwa mkunayo baadaye E, munakuwa munatia ako pesa ama muna, m, tunaangalia gisi tutatafuta hata simu moja tu ambayo utakuwa mesaidiri yako wale wale wazashu wazalendo, na hapa itakuwa kitu ya mzuri sana. Labda mimi sitamani sana kuambia watu pesa, sababu ninajua watu vizuri <laughs> mimi ninajua watu vizuri, ninawajua vizuri sana, na kwa kuwajua kwangu inatuma nisingeliwambia mulete pesa, munipe pesa, kama vile ninavyowaambia kila leo. Unajua, mtu ni kigeugeu, mtu ni kigeugeu kiasi kikubwa, hmm? Yaani mtu ni yule ambaye unaambia nipe sasa hivi, lakini kwa wakati mwingine anakuonyesha kama yeye awezi akafanye kitu bila wewe kukuambia. Kwa kweli, mimi sizani kama tunaweza kuwa tukingoya wazalendo watuambie tufanye kitu kwa ajili yao, lakini mie kwa gisi yangu kama mkongomani ambaye ninajaa ukongomani ndani yangu na kujua valer na faida ya mzalendo, mi nawazia ndaweza kufanya kitu kabla wao hawaja nilomba ama kuniambia. Yaani, ingelikuwa shurti kwa kila mchuruzi, ingelikuwa shurti kwa kila baba, kwa kila mama, kwa kila mtoto, kwa kila mtu kufanya kitu kwa ajili ya uzalendo wake. Sababu hawa wametutafutia heshima, mna hmm? Ile kitu ni kitu kubwa sana, lakini tena ningeliambia wazalendo, tusingelitia akili yetu kwa watu ama kwa population ya kwamba wao ndio watatupatia hii uh -uh. kitu nilitaka kuambia wazalendo, jitoe kwa ajili ya udongo wako jitowe kwa ajili ya nchi yako, mengine Mungu wa mbinguni atayafanya. Najua mimi najua kama nchi yetu ni tajiri, na mimi najua kama pori zetu zina manyama pori zetu zina maananasi pori zetu zina matunda, ninajua kama Mungu atawafanya kuwa jitu kuu la pembeni ili kwamba mupate kukua. Hii ninawaambia ni kweli, sababu mukitia macho yenu ku population kusema ya kwamba itawapatia, acha niwaambishi kweli ya kwamba ile population enye munasema itabapatia chakula itabapatia nini, pasipokuwa na Mungu roho ya, ya, ki, ya kindugu na kimungu iwe ndani ya population. Mina wazia muneza vunjika moyo na amutapigana, sababu gani? Kuna wakati population inaweza sema tutapana nini na hatuna nini, tuko ndani ya vita tutapana nini. Ni hapa unyanyasi inaanza mimi nawazia kama atungeliangalilia zaidi sana kupopulation, ila tujiangalie hako wenyewe, tupigane tupige adui tumunyanganye vinyeko nabyo. Hii ni kitu ya kwanza, tupigane tupige adui tumunyanganye vinyeko nabyo na tumurudishe hii itakuwa lengo yetu kubwa na itakuwa kitu nzuri sana kwa maisha yetu. Maana unaona adui anakuja na anajipanga sababu anajua kama yeye ni lazima na nisheti. Hmm? Ni lazima na nisheti afanye kile ambacho anachokitaka. Na ninajua kama tukifanya kazi nzuri na ule population wetu atatusaidia na ule chef de leta atatusaidia, na tukipigana vizuri, mi nakwambia tutakosa kitu hapa mwinchi yetu, tutakuwa na sifa nzuri. Baada ya sifa, tutaishi vizuri, sababu tunajua kama kuna mecho iko inatuona, kuna mecho iko inatuona na tunajua kama kuna Mungu anayetusaidia, na huyu Mungu atatusaidia, tutapigana vizuri sana, na mimi naamini kama hatutashindwa hata saa moja, ndugu yangu. Ndio kwa maana inatupasa kujiangalia kwanza hako sisi wenyewe, yaani hapa niko naambia mzee wetu amuli ya kotumba unaona, gisi guvernema wengi wanasema ya kwamba guvernema hakuna kinyiko na basaidia bo, lakini misi wazie vile, juu niliona stoke ya maminisyon mabiskwi, niliona stoke ya, ya ma, ikwamo mumai na wengine waleta machakula, tuliona tuliona mavideo, tuliona, ma video tuliona. Alor, Atuzi sema kama guvernema ikui inabasaidia, basaidia mekuko tubale bengine benye nabo abatosheke. Alafu mindeza bambia mufanye kazi mupigane kabisa kikali, minajua kama Mungu atafanya kitu kwa ajili yenu katika kujitoa kwenu. Musinyanyase mutu kitu chake, musiguse kitu kya mutu, musiibe kitu kya mutu ili kwamba mufanye confiance nyie na population, sababu ule population mwenyoko unalilia kupatie ulimnyang'anya mbuzi.